Na hii hapa video ya msanii Harmonize akiwa anafokewa kidogo ama anakosolewa na meneja wake huyu wa kike. Bwana, ni kama msanii Harmonize amekosea kiasi hapa, sasa huyu meneja anajaribu kumwelekeza. Unajua mtazamaji, kama msanii ukikosea basi kuna namna fulani meneja wako lazima akuelekeze, lakini kwa hii hali ambayo huyu meneja wa Harmonize anavyomwelekeza Harmonize ni kama wanabishana hapa na hilo tukio limetukia aa, maeneo ya airport hapo, wakati msanii Harmonize alikuwa alikuwa anakwenda kupiga show yake maeneo ya Mbeya kule. Sasa nimekuwekea video yote na nimeweza kukueleza kuhusiana na habari zote za meneja yake Harmonize pamoja na hii video aa, hakuna ugomvi wote. Kuna watu walikuwa nadhani ni ugomvi, lakini sio ugomvi bali Aa, ni mambo tu fulani hajakaa sawa. Sasa walikuwa wanajaribu kuyaweka sawa bwana e, jionee video yenyewe ndio hii hapa bwana. Kuna video moja ambayo imeweza kusambaa sana kwa kasi mno hapa a, katika mtandao huu wa Instagram e, bwana, wengi wamekuwa akiniuliza hii video inahusiana na nini? Mbona tunaona kama e, Harmonize anafokewa pale na, a, na dada fulani ama na mama fulani e, inakuwaje Harmonize anasemewa vile kama mtoto sasa. Imekuwa ni video ambayo imesambaa sana kwenye mtandao wa Instagram. Nitakwenda kuelezea kila kitu ambacho kinahusiana na hii video na pia chochote tu ambacho kinahusiana na jambo hili la Harmonize kufokewa kama hivi, lakini eh, kabla sijakuelezea, ningependa uweze uh, kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo ndio inazidi kuletea burudani zote na inazidi kukuletea habari zote sana sana za wasanii. E bwana, nitakwenda kukuwekea hiyo video e, uweze kujionea. Inaweza kuwa ninaongea nina tu, kumbe wewe bado haujaitazama video hiyo. Sasa nitakwenda kukuwekea video hiyo alafu uione mwanzo alafu nitakuelezea kuliendaje, lakini ni yani, kama hivyo basi, usikose kusubscribe. Unaweza kuwa unaangalia lakini bado hujasubscribe, unanikosea kiukweli sasa hii video uh, kama unavyoona inaonyesha msanii Harmonize akiwa anashuka uh, kwenye ndege, uh, ndege, ndege inajulikana kama private jet kama ambavyo uh, watu wanasema. Sasa, alikuwa anashuka pale ale, uh, akashuka yeye, alafu baadaye meneja yake akashuka nyuma, kwa sababu sasa hivi uh, meneja wa Harmonize ni dada fulani uh, ukiachana na kina Sam Chopole wale uh, na wale wengineo, lakini meneja wake Kamili ni huyu dada ambaye ameonekana akiwa anampokea pale waliposhuka airport. Bwana, walishuka airport kuelekea Mbeya kwenda kufanya show, show hizi za CCM. Sasa, baada ya kushuka pale, kuna kitu fulani huyu dada hakupendezwa nacho, japokuwa Harmonize hajataka kuzungumza na kuweka wazi jambo hili lakini naimani ipo siku atakuja kuelezea tu. Ikaonekana kama vile yule meneja anamfokea huyu msanii Harmonize. Hii ni kumaanisha kwamba e, Harmonize, e, yani yule meneja Harmonize hapendi sana a, masiara kwenye kazi, yani hapendi e, mambo ya ya kinafiki nafiki kwenye kazi, yani hapendi mchezo kwenye kazi zake e, hiyo ndio kawaida ya mameneja ambao wanataka a, wewe msanii uweze kufaulu eh. Hii imelinganishwa na, na stori ya meneja wa Diamond Platnumz pia Salam SK eh, kuna wakati kuna wakati alienda maeneo ya Marekani kule kupiga show, lakini baada ya kupiga show eh, watu walikuwa wanataka kupiga naye picha eh, kukatolewa ratiba fulani ili uweze kupiga naye picha eh, unalipa, unalipa dola hapo ili uweze kupata naye picha sasa kuna wanadada wakawa wanajifanya wajanja wajanja, wanakwepa mambo ya wa kulipa e, wanaenda kwa Damond wanapiga naye picha e, Salamu SK akaja kuwafukuza pale, na yeye ni kuonyesha kwamba yuko very serious, a, kwenye maswala ya kumanage msanii Damon Platinum. Sasa hii story kidogo imelinganishwa na hii ya Harmonize, ndio maana umeona pale watu wengi wakikoment kwenye comment section kule. E, maeneo Instagram wanamtag na Salamu SK wakisema kwamba bwana mameneja e, hawa wawili ndio sasa wanafaa kuwa mfano wa kuigwa, bali sio wale mameneja ambao wana njaa njaa tu hawajui lolote kuhusiana na msanii wake ama kuhusiana na msanii wao bwana e, ndio hivyo tu e, nadhani meweza kuelezea kila kitu a, kulingana na hii video. Yaani kifupi tu e, meneja huyu wa Harmonize ama meneja huyu wakonde boy hataki masiara uh, kazini. Sasa lazima uwe serious, akikuelekeza kitu na haujakifuatilia basi uh, ndo anakukaribia ama anakufokea uh, namna kama hii kupitia ukurasa wake wa Instagram, uh, Instagram story pale amepita pale akaandika uh, mbona meneja leo kawa mkali uh, bwana sijamzoea hivi, alafu akaachia uh, video flani akiwa anakwenda uh, kumbembeleza bembeleza yule meneja e, bwana, azidi kuwa nami, nazidi kukupatia full story na full habari kwa sasa. Wacha niweze kukuacha aweze kujionea video hii ya msanii Konde Boy akiwa na huyu meneja wake.